Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha hoi wadau wengi sana hapa Tanzania bwana. Hii ni website ambayo inafahamika kwa jina la Getty Images, ambapo hii bwana ni website ambayo ukiingia ume utakutana na picha za ma celebrity A list celebrities duniani, umeona bwana. Sasa hivi karibuni bwana Diamond Platnumz naye picha zake zimepatikana katika website hiyo maarufu ya kuuza picha, yani picha za maselebriti wakipigwa picha katika matukio makubwa makubwa duniani huko Hollywood au huko Marekani, lazima utazikuta hizo picha katika hii website ya Get Image, ambapo huku hizo picha uzikuti tu for free zinauzwa. Yani, picha za hawa wasanii kama unazitaka lazima uuziwe, yani hazitolewi bure, zinatolewa kwa fedha bila watermark, yani, kama unataka bila watermark, lazima ulipie na unaweza ukazipata kwa size tofauti tofauti, maybe small, medium au large. Sasa basi, e bwana, picha za Diamond Platnumz zimeonekana humo katika ukurasa huo wa Get Image, ambapo kwa mujibu wa habari ambazo tuko nazo ni kwamba zinapigwa mnada, yani picha za Diamond Platnumz bwana zinauzwa kwa, kwa fedha tofauti tofauti kulingana na size. Ikiwa ndogo, ndogo basi inauzwa kwa dola mia na hamsini. E kiwa ni medium inauzwa kwa dola mia mbili na hamsini na ikiwa ni large, yani kubwa kabisa, inauzwa takriban kwa dola 499, almost dola 500, yani zaidi ya mamilioni ya fedha kwa picha moja tu ya Diamond Platnumz. So hii inaonyesha pia ukubwa na pia vilevile inaonyesha vile jinsi gani ambavyo msanii huyu yuko na value, kiasi kwamba picha zake zimechukuliwa zimepigwa na zinauzwa katika website hii ya Getty Image huko Marekani. So hapa bwana, kuna, kuna page zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba unaambiwa, kwa sasa hivi si rahisi tena kupata picha za damu mtandaoni mzee kama ilivyokuwa hapo awali, kwani kampuni kubwa inayojulikana e, kimataifa kwa upigaji picha za wasanii wakubwa na matukio makubwa Getty Images imetangaza rasmi kuuza picha moja ya Diamond Platnumz kwa shilingi dola mia nne tisini na tisa, ambayo ni zaidi ya milioni moja nukta tatu eh, yani milioni moja na laki tatu za Kitanzania, na ikiwa na ubora wa quality ya juu kabisa eh, pixel takriban themanini na nane mpaka 6, 6. Bwana e? kwa wale wanaotaka ubora yani quality tofauti ya picha hiyo imeonyesha Diamond akitumbuiza katika tamasha hilo la Hot 97 Summer Jam huko New York jijini Marekani. Kwa picha za Diamond Platnumz zinauzwa kwa viwango tofauti tofauti kulingana na quality ya picha hiyo. Quality ya chini kabisa inauzwa dola mia moja na hamsini ambayo ni sawasawa na fedha za kitanzania laki tatu na elfu tisini na moja Quality ya medium, yani size ya kati, hii inauzwa dola mia tatu na hamsini ambayo ni sawasawa na laki tisa na elfu kumi na mbili na quality ya juu kabisa, yani high quality, picha hiyo itauzwa kwa dola mia nne tisini na tisa ambayo ni sawasawa na milioni moja laki tatu na elfu thelathini na nne. Kwa ujumla, hatua hii inaonyesha wazi jinsi thamani na hadhi kubwa aliyoikuwa nayo Diamond Platnumz kwenye ramani ya mziki duniani. Je, utaweza kununua picha gani ya Diamond kwa kiasi kipi? Hilo ndo swali ambalo wadau wameulizwa huko mtandaoni. Lakini ukiachana na la peji hiyo, peji nyingine hii hapa wamekuja ameandika kwamba bwana, kampuni maarufu inayotumika kupiga picha za mastaa hasa wasanii wakubwa na kwenye matukio makubwa, Getty Image imeuza picha za Diamond Platnumz mpaka milioni moja na laki tatu katika website yao. Peji nyingine tofauti nayo pia imekuja imeandika almost the same news kuhusiana na hii issue ya Diamond Platinumz. Wameandika hapa kwamba e, bwana amtomweza tena Diamond baada ya kampuni kubwa duniani ya kupiga picha wasanii katika matukio e, kupandisha dau la picha moja ya Diamond Platinumz mpaka milioni moja na laki tatu, Watanzania wamegoma kutoa hiyo hela kabisa, kutokana e, kutokana na sababu zao binafsi mambo hayo. So hii ni issue ambayo kiukweli inaonyesha jinsi gani e, jinsi gani ambavyo Diamond amekuwa mkubwa na watu mbalimbali mbali. Hapa bwana, kuhusiana na hiyo issue, watu wamekuja kureact katika comment section hapa. Comment zimekuja tofauti tofauti. Kwa mfano kaka yake Diamond bwana Romy Jones, kama kawaida, amekuja hapa kucomment kwa masihara eh, kuhusiana na swala hilo la picha za Diamond sasa hivi bwana, kuuzwa takriban ni milioni moja na laki tatu kwa picha moja tu eh, yeye amekuja ameandika kwamba si bora nikanunue ubwabwa. Huyo ni Romy Jones amekuja kuandika hivyo eh, kwa mtu hapa amekuja ameuliza nani anunue sasa. Eh, kwa mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana, acha tu nikai screenshot sasa hivi. Kuna mtu mtu ameandika hivi, wabongo wanapenda sana kurahisisha mambo, wanakuambia ise ni bora screenshot tu. Haya, huyo hapo mwingine anasema bwana mbona nilipiga screenshot basi tu nikaipata bure? Kuna mtu amekuja kuandika hivyo ameuliza. Kwa mtu anasema bwana sasa hiyo picha yake mimi naifanyia nini? Nikishainunua kwa fedha zote hizo. Jojo Masuganga anasema kwamba bwana wajinga wajinga labda wajinga wajinga ndio atakaonunua. Naona bwana kuna binti hapa amekuja kuandika hivyo kwamba eh, hiyo issue ya kununua picha hizo za Diamond kwa fedha hiyo labda wajinga wajinga ndio waende wakanunue. Maana tumesha kibongo zoea bwana kibongobongo, ah, chapu tunapiga screenshot, maisha mengine yanaendelea. Haya, huyu hapa amesema kwamba yani ukanunue picha kwa fedha hizo mamilioni ili ufanyie nini? Hebu tueleweshane hapo kwanza tafadhali. Kwa mtu amekuja kuuliza kuna mtu mwingine so kum, ameandika kwamba bwana kiukweli, si usichezee kabisa wabongo hata kidogo. Yaani hiyo picha wana screenshot wanaibandika kwenye daladala, hawana baya mambo hayo. Kwa mtu amesema kwamba bwana <laughs> kuna mtu anasema kwamba bwana, elimu kwa wale ambao labda hawajui, kwa nini inauzwa bei hiyo kubwa, ni kwa sababu mtu atakayenunua anaruhusiwa pia vile vile kuifanyia matangazo ya kibiashara kama banners na vitu vingine tofauti tofauti. Umeona bwana, kwa hapa kuna mtu amekuja kutoa elimu kwamba picha hiyo ya Diamond Platnumz kama ukiinunua umeona bwana, eh, unaruhusiwa kufanyia kitu chochote. Kwa mfano, kama labda una biashara yako eh, unataka kuweka picha ya Diamond Platinumz. Ukiweka picha yake tu ambayo ume screenshot unaweza anaweza akakuchukulia hatua za kisheria, lakini kama umenunua kwenye hii website unakuwa una hati una haki miliki nayo, unaelewa eh? Yani inakuwa ni ya kwako Yani unaweza ukaifanyia chochote, unaweza ukaibandika kwenye biashara yako na hakuna mtu atakayekusumbua kusumbua. Lakini kibongobongo huku, kama ulikuwa ufahamu bwana, ni kwamba, eh, unaweza tu ukatumia picha ya mtu bila ye bila mwenyewe kufahamu na wala kusiwe na consequences zozote. So lakini mbele bwana, ukitumia picha ya mtu kwa ajili ya kujinufaisha aa, unaweza ukashtakiwa na naweza kukulipisha fidia naona lakini, ili kuepuka sasa hayo mambo kwa huko Marekani ndo kuna hizi, pigi, kuna hizi website ambazo zinauza hizo picha which means, kwamba ukinunua okay, basi unaruhusiwa kuifanyia chochote hata kama kwa ajili ya kujinufaisha wewe mwenyewe katika biashara zako na vitu vingine kama hivyo. Yani eh, kama the way ambavyo huku bongo wenyewe tunaonaga poa tu mtu akibandika picha yako kwenye bajaji aa, alafu akawa anaitumia. Fresh tu lakini, mbele ukibandika picha ya msanii kwenye bajaji au kwenye gari yako alafu, kwenye chombo chako cha biashara na ile picha ikaonekana kama vile inavutia watu kukuingizia wewe fedha, yule mtu ambaye umebandika picha yake anaweza kukushtaki akataka umlipe mafao. Lakini ukinunua kama hivi inakuwa unyama. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section ndio watu kusoma na kureply kila comment, na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.